Usipoteze focus, don't lose focus. Na wenzetu Waingereza wanasema the success of success or the secret of success is consistency to the purpose. Na purpose iko wapi? unatoka wapi? unaenda wapi. Waswahili wanasema huwezi kutafuta kitu kama hujapoteza. Huwezi ukawa umepotea kama hujui unakokwenda. Purpose, unatoka wapi unaenda wapi? Sasa, jambo la kwanza tulilojifunza ni wewe kuto kuyumba. Jambo la pili usiwe ni watu walalamikaji all the time. Kitu alichotufundisha, tumia changamoto kuwa fursa. Jambo, yeah, ambalo amenizungumza. Rudieni nyuma kidogo, nendeni kwenye mifano ya kina Joshua na kina Caleb, nendeni kwenye mifano ya watu walipoanza kuilalamikia njia aliyowaonyesha Bwana kutoka Misri kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Kilichotokea, Joshua na Caleb waliweza kuvuka vizuri, lakini wengine waliweza kufa kabisa kwa magonjwa kama tauni na vitu vingine, kwa sababu waliibua malalamiko na kuanza kuonyesha mashaka kwa Mungu. Leo mimi nimewaambia watu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio mkoa ambao watu wanapenda kulalamika all the time. wanapenda kulalamika wakiwa hawana majawabu. Nyinyi, naomba leo, mimi nimemfundisha Mheshimiwa Festo form 1 na form 2. Festo ni shahidi huyu mheshimiwa. Mimi nilikuwa natembea kwa mguu kilomita 14 na kwenda kufundisha kilomita 14, narudi kutoka kufundisha kwa mguu every day Leo hii hapa Dar es Salaam, juzi nimesema kwenye mmoja speech spichi yangu, leo wazazi wameingia kwenye mkumbo wa kulalamika kuhusu ishu ya kukosekana kwa ajira. Kwa hiyo watoto wanalalamika na wazazi wanalalamika. Ukienda kwa barabarani, Dar es Salaam inalalamikiwa, kuna foleni kubwa. Unauliza, foleni ya pikipiki au ya magari? mabodaboda mengi mno. Wewe za kwako ngapi? Mpaka pikipiki zimeshakuwa nyingi kiasi hicho? Wewe za kwako ngapi? Naomba niwatie moyo vijana wenzangu, ukienda kule vijijini kule wilaya ya Njombe, Makete, vijana wamechunga ng'ombe, wanatoka Makete wanakuja Dar es Salaam Kariakoo, baada ya miaka mitatu ana uwezo kununua jengo la bilioni moja. Mtu aliyechoka kwenye brain akimwona anasema hawa ni washirikina sana, anasema hawa ni wabahili sana. Hiyo ni mifano ya mtu aliyeshindwa. Mimi niliwahi kukaa kidogo nje ya serikali, lakini nilimshukuru Mungu sana, wala sikupoteza focus na maombi yangu kila siku kwenye madhabahu yalikuwa muimarishe na mpe neema mheshimiwa rais, ili jicho lake liendelee kubainisha na kuainisha mioyo ya viongozi wasio na unafiki. Sasa kutoka magumbini, kutoka kwenye kifusi, kutoka kudharauliwa, mara pap, mkuu wa mkoa wa Kagera, pap, ndio kwanza Dar es Salaam. Bwana Yesu apewe sifa sana hiyo ni kwa nguvu zangu au ni nguvu ya Mungu? Sasa leo, akina mama, mimi napenda sana pia kuwasema kila makabi, kila kila makundi. Unakuta mwanamke anaamka asubuhi kashika dela mkono mmoja, pesa itafutwi? ukiwa umeshika dela kwa mkono mmoja, achia dela shika fedha, achia dela shika neno. Utajili upo. Hilo ni jambo langu muhimu sana kwa vijana wenzangu. Mimi huwa mnaniona niko kama simple, simple hivi wakati fulani, lakini baba mchungaji mwenzangu Kasesela, kaka yangu anafahamu, soma pia, nimesoma kikuu cha Dar es Salaam kwa digrii ya kwanza na digri ya pili nimeenda kufanya postgraduate zangu nimekwenda pia kanisa la KKT, nimefundisha chuo cha Tumaini Iringa, nimefundisha vyuo vikuu sita. Nimebobea kwenye masomo ya utawala ya siasa ya falsafa na lugha mm. Lakini nikiwa nafundisha chuo cha Iringa bado nikaamua kusoma masters ya mambo ya project management ambayo ilikuwa ni digrii wanaoshirikiana na Wafilipino wa, wa Fin University. Kwa hiyo tukiwa tunaongea vitu light, light, wakati fulani wanasema mheshimiwa rais anateua watu light light. Hapana, na nyinyi mnafahamu chuo kikuu cha Dar es Salaam ilikuwa uendi kama hauna divisheni nzito nzito sema Bwana pewe sifa sana. Kwa hiyo nimeona nianze kutoa sirisiri, kwa sababu kuna vijana wenzangu mpo hapa. Kama hutaelewa logic hii ya kawaida, Biblia kwako imeisha kupita, na wewe ni kizazi ambaye uko mbioni kutoweka katika kufanya hivi. Vijana mtaendelea tena kulalamika, utaendelea kumiliki simu ya laki nane huku unalala nyumbani unamtazama baba yako na TV na unaona sifa kwa kuchati kwenye simu ya laki nane, wakati kuna mtu anamtaja wa laki tano na ni winga pale Kariakoo. Kwa hiyo ukiendelea kuiangalia digrii yako katika perspective kwamba wewe hurusii kufanya kitu fulani, lazima ujue kila kitu kikubwa kilianza kwenye kidogo. Wasomi wenzangu ondoeni aibu vunjeni mipaka ya aibu mkafanye biashara kwa mitaji ya kawaida ili mwishoni muweze kuja kusimlia mlianza kwenye udongo kwenye mavumbi kwenye kifusi na sasa mmechomoza kuja kuwa matajiri kwa hiyo ni fursa namba moja ambayo ni kubwa sana lakini leo hii unapokuta mabasi mabiashara yanafanyika Dar es Salaam, sio kila mahali kuna fursa hii akina mama, juzi nimesema kwa akina baba. Baba anauza uduvi, uduvi nafikiri mnaufahamu, ni vile vidagadagaa fulani. Yuko ana raha kabisa kutembeza uduvi, ambao anapata shilingi elfu mbili jioni, akalipe kodi ya nyumba jioni, akalipe umeme. Lazima kama mwanaume uwe na hatua kubwa za kufikiri. Don't take issues simple. Dar es Salaam ni mahali ambapo watu wanafanya vitu simple simple tu, alafu jambo likiharibika, rais huyu, bwana rais ame maisha magumu sana. Rais huyu baada ya kuingia, wewe uliwahi kuwa na shingapi kabla rais? Kama unamnenea Mungu mema, uliwahi kuwa na shingapi kwenye serikali? Ya Magufuli watu walalamika, serikali ya Kikwete watu walalamika serikali nyelele watu walalamika, lakini angalieni, mkoa wa Dar es Salaam una nyumba ngapi? Wangapi wanamiliki nyumba Dar es Salaam? Kama wako milioni mbili wanaomiliki nyumba mkoa wa Dar es Salaam na watu milioni tano, kwa nini wewe usiwe sehemu ya watu milioni mbili? Kwa hiyo tuache malalamiko yasiyotija, kwa sababu unapojilalamisha mara zote inakupa usugu wakuiona ile changamoto kama vile ni sehemu ya maisha yako, lakini kumbe unamkaribisha shetani. Na mwisho nihitimishe kwamba unapotoa machozi, unalia machozi, ni chakula kikuu cha shetani. A very delicious food of a devil ni tears, when you drop out your tears then the devil gets food. Mungu anapata chakula, amini shetani anapata chakula. Kwa hiyo likikukuta jambo usipolia, shetani anaweweseka alafu anaondoka na, na kwa nini utalia kama tu hautaupoteza focus ya kuushika msalaba wa ibui. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.